Yes, bana, mambo vipi? Niko na story ya Cristiano Ronaldo, moja kati ya wa wachezaji pia ambao wanafanya poa zaidi katika swala zima la soka. Ukumbuke bana, e, nyota yake lingaa sana mara baada ya kuweza kuchezea e, klabu ya Real Madrid, pia kule ndiko ambapo, e, watu wengi wanaweza kumfahamu, ingalia kuwa alikuwa before tayari anakuwa amefahamika kwa kiwango fulani, lakini mara baada ya kuweza kujiunga na kikosi cha Real Madrid e, ndio papa jina lake, ambapo aliweza kuondoka zaidi. Lakini pia alivyotoka kule, pia kaweza kujiunga na klabu ya Manchester United pia mafanikio yake yakaendelea kule, lakini kuna baadhi vitu ambazo zilikuwa zinatokea lakini pia, eh, contradiction to for tofauti zilikuwa zinatokea kutokea pale katika timu ya Manchester United. Lakini pia ligi kuu ya Saudi Pro pia kutokea kule imeweza ku, eh, tunaweza kusema sasa hivi tuko katika kipindi cha mwisho mwisho, ligi nyingi sana zinaanza kutamatika. Masuala mazima ya top scorers wanakuwa wanatokea eh, ameweza kutoa tuzo ya mfungaji bora wa ligi kuu ya nchini humo Saudi Arabia nikimaanisha Saudi Pro League mara baada ya kuweza kufunga bao eh, kwenye kipigo cha tatu mbili, cha Al Nassr dhidi ya Al Fateh ambayo inapatikana huko Saudi Arabia, hapo jana katika kwenye mchezo ambao pia waliweza kufunga pazia la ligi kuu kuweza eh, kufiki, eh, kufikisha jumla ya magoli 25, na kuweza kusaidia assist, eh, mengine matatu kwenye ligi hiyo msimu huu wa mwaka 2024-2025. Eh, Ronaldo sasa ambaye yeye ana umri wa miaka 40, sasa mabao eh, mia nane, kwenye ngazi ya klabu huku akifikisha jumla ya mabao mia tisa thelathini na sita kwenye historia yake ya soka huku akitoa tuzo hiyo kwa mara ya pili mfululizo e, kumbuka msimu uliopita pia aliweza kutoa eh, tuzo hii ya mfungaji bora kwa kuweza kufunga magoli mengi zaidi lakini pia msimu huu pia ameweza kuchukua magoli 25 ambayo ameweza kuyafunga katika ligi kuu ya Saudia huko sasa Ronaldo pia ameweza kufunga jumla ya magoli eh, tisini na tisa na asisti kumi na tisa kwenye mechi mia moja kumi na moja Imagine mechi mia moja kumi na moja, mshikaji ameweza kuscore magoli tisini na tisa, e, na assist kumi na tisa, e, tangu ajiunge na miamba hiyo, e, kutokea huko bana Saudi Arabia. lakini pia kumbuka kwamba Cristiano Ronaldo e, e, e, pia ameweza kuwa ni mfungaji bora kutokea msimu huu, ambao unakwenda sasa hivi kuweza kuishia katika mashindano, e, mashindano yote ambayo yameweza kutamatika katika e, nchi hiyo ya ya Saudi Arabia na vitu vingine kibao. lakini pia, hata hivyo bana, licha ya mafanikio yake binafsi, Al Nassr hawakuweza kufu kuweza kutoa ubingwa eh, kwa, wa ubara la Asia kule mara baada ya sare dhidi ya Al Fateh ya ushindi wa Al Hilal pia ambao pia aliondoka kwenye fainali za kuweza kufuzu. Pia mkataba wa Ronaldo na Al Nassr unatarajiwa kuweza kumalizika mwishoni mwa Juni na bado haijajulikana kama atabaki au atahamia timu nyingine. Kwa sasa Ronaldo pia anaendelea kuonyesha kiwango chake cha juu zaidi kwenye mchezo o, pia anaendelea kuongeza idadi ya mabao katika historia yake ya soka. Sasa kumekuwa kuna stori nyingi sana kutokana na Eh, mshikaji huyu Cristiano Ronaldo kuhusiana na maswala mazima ya soka, ni kwamba ataweza kuishia hapo. Ikumbukwe miaka 40, so far so good, ni miaka mingi sana kwenye swala zima la soka, ikumbuko bana juzi pia Luka Modric pia ameweza kutamatika akiwa yeye ana miaka 38 na kuweza kukuachana na, na timu ya Real Madrid na kuweza kutimkia huko kusikojulikana kwa mpaka sasa hivi, bado hakujawa kuna stori zake kuhusiana na kwamba atajiunga na timu gani, lakini pia Ronaldo msimu wake unakwenda kuisha, lakini pia Juni kumi ndio ambapo mkataba wake unaweza kutamatika na vitu vingine kuendelea. Sasa vipi kuhusiana na swala so zima la Al-Nassr, wataweza kuongeza mkataba wake mshikaji aweze kusalia pale pale katika kikosi Al-Nassr aendelee kukichafua eh, kwa sababu amekuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao pia wameonyesha kiwango kikubwa sana katika swala zima la uchezaji, lakini pia swala zima la ufungaji swala yeah, zima la, la kuweza kusaidia e, bana timu kuweza kushinda, lakini pia kutia eh, magoli mengi zaidi kutokea katika ligi kuu ya Saudi eh, Pro kutokea kule eh, Saudi Arabia. Sasa yapi maoni yako kuhusiana na eh, swala hili la Cristiano Ronaldo kuweza eh, kutamatisha msimu wake vipi? Aendelee kubaki Saudi au wajitafute na kuingia katika eh, timu zingine ili waweze kuweza kutafuta changamoto zingine. Tunaweza tukasema hivyo kwa sababu eh, wachezaji wamekuwa ni watu ambao pia wanakuwa wanaondoka katika, katika timu hii kwenda timu hii timu hii kwenda timu hii ili kuweza ku gain to ujuzi na vitu tofauti tofauti ambavyo pia vinakuwa, vinapatikana. So far, so good, magoli 25 katika msimu huu imekuwa beta lakini pia imekuwa bomba kabisa kwa upande wake Cristiano Ronaldo. Najua atakuwa na vibe kinoma noma, atakuwa anafurahi pia ingalia kuwa sio kitu cha kushangaa eh, kwa upande wake imekuwa ni kitu cha kawaida sana katika swala zima la soka na kuweza kukichafua kuweza kushinda magoli mengi zaidi au katika, e, banaligi, katika e, msimu mmoja. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii nikimaanisha Facebook, Instagram, pamoja na X, bila kusahau pale YouTube, ukisubscribe channel yetu utakuwa kwanza kuweza kupata updates lakini pia more information kutokea, eh, hapa hapa sasa wa digital. Lakini pia mimi Zildad kabisa kwenye Instagram yangu pia napatikana kwa jina moja tu kama Zildad kabisa. Take love for this. Chao chao chao. Yeah, yeah.